Ndio, umekuwa na mioyo ya ibada tokea nilipofika pale mm. na mwamko, kama mmeweza kuona, kwa sababu wakati mwingine kumhubiria mtu mzima ni kazi ngumu Ndio. lakini ukiona mpaka mtu kaamua amke anza kuchukua hatua ya kuanza kufanya vya kufanya, kufanya wewe jua naye kafungua moyo tu Amen. E, kwa sababu ni kazi ngumu sana kumhubiria mtu ambaye ni mtu mzima alafu mm. na ukiangalia na sisi wengine umri fulani tudogo, tudogo tudogo fulani hivi inakuwa shida sana, lakini namshukuru Mungu wana mioyo ya ibada kiukweli yeah tokea nimekuwepo pale kuna mwamko likuepo mm. na pia e, nikaa, nimejaribu kuongea na kwamba sasa huo moto usizimike mm. tuendelee hivi hivi, yani kwamba ikiwezekana e, basi tuwe tunaonekana kwamba tunaendelea amen. Na namshukuru kwamba kuna namna ambayo ibada zenyewe kweli wao walikuwa kidogo wamezigeuza, ila na nadhani mzee alipopita ndo aliweka hivyo, ili kwa sababu kwa kuna changamoto zitokee, ila mimi nipo kwepo ndo ratiba kama zikabadilika kwa sababu na mimi nika najihami kama mimi na hisi nisije na mimi nikaharibika kwao, nikaa najikuta. Na kuna tata mmoja aliyefundisha Pastor nani pa no ni mtumishi Dennis akafundisha akasema, usipoyavuruga mazingira atakuvuruga hmm, kwao. Ile ilinifanya kwanza kwa na eh, basi kumbe hawa nikisipotafuta kuingiza hiki kitu hapa nitaharibika na mimi, kwa sababu nianza kuona ile muda wa ibada unakuwa kama una katokato fulani, kabidi sasa na mimi nianze na mimi mwenyewe kujitengenezea mazingira ambayo niwe salama mimi, na katika kule kufanya vile, ndo tayari tukajikuta ndo tumeenda na wakaitikia namna ile. Na hata aliporudi, kwa sababu Pastor Johnson alikuwa kasafiri, aliporudi akasema basi tunaendelea hapa hapa, hakuna kurudi nyuma, ndio mpaka sasa kama unavyoweza kuona. Na pia namshukuru Mungu kwamba nilifanikiwa kwenda hata pia Simanjiro, amen, Simanjiro kule nienda tena, na nauli ya Pastor Johnson mwenyewe, akasema tu twende, kwa sababu nafahamu kiwepo labda tukienda kule kuna namna watu wanaweza kuhamasika. Kwa hiyo tulienda ni kwa kweli ah, wale watumishi kule ya saye ah, wale kama watu Mungu, mm. E, kuna watu wanampenda Mungu, mimi nimethibitisha. Eh, hata kuna maneno ya kuwa anasema hapa pastor nani mtumishi nani hapa Anode, Anode anasema hii imani kama virus. Ah, basi kweli ni virus kweli, kwa sababu unakuta unasimuliwa na mtu ambaye hajaishiriki bara za mtandao na na mwaka karibia miwili au mmoja ana, yuko tu paporini. Lakini unamkuta akaanza kushuhudia ana neema tu kubwa. Mm. Na vitabu alivyokuwa navyo anakuambia nilikuwa nasoma na naomba mwenyewe kila kitu. Anaitwa mtumishi Ombeni, alikuwaaga pale maeneo ya, ya ya ya, Moshi. Kwaaga hame, ametoka kule akaenda mahali pengine. Sasa kule alipoenda hakuna hata kwa anaishi peke yake polini huko. Anafanya tu kazi sisi za kukata mka. Lakini ukimwangalia kiukweli Mika sema ise kweli kuna sisi wengine hatuna pa e, kujisingizia. Ndio. Sababu mtu yuko peke yake na ukimwangalia hata akisimama unaweza mm. kujua huyu pengine ametoka mahali fulani ambapo wako wengi. Yeah. E. Ila alikuwa peke yake tu. E. Kwenye hicho ndikaye kaona ise kuna watu wanampenda Mungu. Maana. Lakini pia hata pale pale wa Simanjilo ambao mm. ni e, Mchungaji Dani pale lakini pia na Luka. Ndio. Wote ni unaona wako moto. Wanakutana na viku na ni vikwazo vingi, lakini unaona bado wana moyo ule ule wa kuendelea na imani, kwa sababu kuna baadhi ya vitu wamenyang'anya nyang'anywa pale. Na kwa sababu nasikia alikuwa na ameoa wake wawili, sasa yule mwingine ndo karudi anataka kama afidie. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu akaa nang'ang'ania, anasema tulitafuta wote pamoja lakini unaona bado wanaendelea no. Na wana hamasa ile ile, wanasema wametunyang'anya lakini si mm. si, si, kwa taka nakuhamasisha ah ni kama vile tunachelewa tu hapa lakini unaona wao, kiukweli, ule moyo ule moyo. Kwa nini waona nao ile ule wimbo unawafaa sana. Amen. sana sana, lakini baada ya hapo tukaa basi, tena tumerudi tena Moshi no, nilipitiza kwenda Karatu niage kwa sababu pale ndipo nilipopokelewa na nilisamini moyo wao vile walivyokuwa nihudumia. Nikasema siku nikitaka tu kurudi lazima nipite kwa vyo vyote, mm, vyo kwa hiyo tukawa tumepita sasa, kule tukafanya tena ibada hiyo. Baadaye kama imeonekana kwamba kuna kongamano tutakuwa lifanyike, nikaona basi nisiondoke, kwa sababu na wenyewe wakawa wamesema usiondoke mpaka tulifanye kwanza, ndio ikabidi nirudi tena Moshi mm. na hata nilipokuwa nimesikia mtumishi kashatoka nikaa tamani urudi, nikaona tu ah acha kwanza, tukishalifanya ndo nitarudi sasa. Kwa hiyo tuka tena nimepita ndo tukaifanya ile ibada kwa kuna namna ambayo e, ilikuwa na neema kubwa Amen. Na kwa kule Karatu nadhani waliowahi kufika watakuwa napatambua, watu wanatoka mbali yaani ni umbali sana, lakini unakuta mm. kila ibada tulikuwa tunakuwa nao ndio. hata kama kwa kuchelewa, lakini tulikuwa tunakuwa nao ndio na hata pia watumishi kutoka Simanjiro tulikuwa nao pale mm. na pia wamoshi tulikuwa nao pale mm. na kila mmoja alikuwa anajaribu kuonyesha vile ambavyo amehamasika kuhusiana na imani mm -hmm. Kwa mimi nilivyopima na kuwatazama, ni unaona, kurudi sio rahisi ndiyo. kwa sababu unaona mtu anavyoongea, unajua mtu huongea kimjazacho moyo, kwa sababu tayari na, na. na nikanishaishi nao kwa na, najua, anajua watu hawa sio rahisi kuiacha imani kwa mfano kama Simanjiro niliona tu hawa hawa sio rahisi. Ndio. Lakini pia hata Moshi, lakini pia hata Karato pia. Yeah. Kwa sababu Pastor Timus kumwangalia, yeye yeah, yani hata ukiwa naongea naye, hatakiwa ana, ana, ana, anasimama na Biblia la anashuhudia utaona anasema mimi katika harakati zangu zote mm. natafuta kutengeneza kikosi kazi. Yani mimi yeah. Mengine sina. Mm. Yani hata hata si vya kuhusiana kufundisha mimi sina. Mimi naangalia tu mzee ametuambia tufanye nini. Bas. Naa. No, no. Sasa Kwenye hiko, kiukweli ni kama naona tu kwa moyo hii si rahisi watu kuacha imani. Amen. Ni kweli la daiko kwa pale hana vijana ambao kama sisi, kwa sababu wakati mwingine ni mtu mzima ukwepo na kuwa na mambo mengi, lakini pia ana familia na na mtinga unatakuwa someshe na ukwepo na kutaezekana. Wakati mwingine ndo kama hivi mnakuwa muoni kwenye mitandao mara nyingi, lakini kiukweli kuendelea, wanaendelea. Ni Na wako vizuri kabisa. Amen. Kwao namshukuru Mungu eh kwa yote hayo. Lakini pia kwa ambao nilifanikiwa kuwasiana ambao nje na kule sasa, sababu kiukweli namshukuru Mungu kwa sababu e, ya mioyo ya wote huku kutoka kambi kula, lakini pia na matawi mengine, nilipokuwa nikipiga simu ni unaona, kuna kuhamasika kwa watu, wanasema mtumishi huko kabisa. Kwa hiyo nikaona e, kumbe na sisi ni watu ambao tuendelee kuwepo. Kuna watu kabisa wanatazamia mm. kwamba tunatamani tukuone. Hiyo kiupande wangu nilikuwa na iana furahi mm. kumbe bado nahitajika. Lakini pia hata e, tawi l la, la, la, la, la, la, la, kule Tunduma mtumishi Musa yeah. no. kuna namna ambao naongea nao muda mwingi hapa mm. na pale mm. lakini pia kuna ingine ambao hata e, hapa kambi kuu mfano mtumishi Joni yeah, yeah. sasa sababu yeah. ni mambo mengi tunasahau. We, jua tu, nakushukuru sana kwa namna ambayo ulikuwa pamoja nami kwenye safari yote ambayo nimekuwa nayo mpaka kuweza kufika hapa, lakini kwa hapa tumefika kwa sababu ya mzee ambaye ndio alivyoniona tu kule Dodoma, basi akasema ana maana tutatoja. Naona hapa nimekuwa ni nalo hili tu jo na jingine eh, la blue sielewelei siri kwaaje, sababu sasa ya shauku ya kufika huku kayuta, nimebeba nguo mbili tu <laughs> <laughs> na yeah, majoo tu ambayo nani, na nini na shamba dress ya yeah, kubadilisha zingine, sikumbuki hata nimeziacha wapi kwa yote katika yote, namshukuru Mungu kwamba nimekuwepo hapa, na namshukuru Mungu kwamba na hakika kwamba tukitoka hapa tena tutaendelea kutafuta namna gani tuendelee mbele. Eh, mengine ikiwa kama nimesahau basi, nitakapokuwa nimepata muda, pia tutayaongea tena, amen. Amen. Amen, amen, amen, amen, amen. ni watu wa Mungu, samahani sana, nisikose fadhila kwa sababu kusahau jambo hili ni muhimu sana e, kwa namna ambavyo mazingira niliyokwa mtumishi wa Mungu, mchungaji Alune pale, madam Alune. Yaani, nilijuta sana. Yaani, hata hapo kwenyewe nilikuwa nimesahau, sababu mambo mengi ambayo yanapita kwenye ufahamu. Kwa hiyo naona pengine kulingana na muda naona naufupisha lakini nimekumbuka hapa nikasema hapana. Huyu ni moja mtu muhimu sana kumshukuru kwa sababu ushirikiano wake kwangu ulikuwa ni mkubwa sana. Kwanza eneo ambalo sababu mimi nilipotoka kule nilikuwa sina chochote kabisa. Kwa hata ile ratiba ambayo nilipangiwa kaenda kulipoti nilikuwa sina nauli. Na nakumbuka na, kwamba Biawana kule ni kijijini. Kutoka pale Biawana kwenda mjini pale tumkonze kwetu pale elfu nne. Wakati mwingine elfu tano kulingana na mazingira, bado utoke pale mkonze kwenda mjini kule. Sasa nenda nenda urudi, nauli ni shingapi? Sasa mtumishi wa Mungu pale alikuwa anasapoti kwenye upande wa nauli, kama mara mbili amenitumia ya nauli, na ambayo nisi nisiongee uongo katika hiyo kwa sababu ilikuwa ni hela kubwa kidogo japo sio kubwa ila, ila ilikuwa ni ndefu kidogo. Katika hiyo change ambayo ilibaki, niliamua kuongezea kwenye mtaji ambao nilianza kuuza mandazi hey. Na lakini pia kwenye simu yangu ambayo mpaka leo ipo kituoni kule kwenye, kwenye line ilikuwepo hela kidogo ambayo hiyo line tuli nani tuli, tuli, tuli na mtumishi wa Mungu pale, mchungaji wangu Yola yale matangazo ya kuedit clip mtandaoni nilipoyaweka basi, kuna watu wa Mungu wakawa na rusha wakawa na rusha tano tano zao pale. Sasa ba, baada ya hapo kama siku mbili hivi nikawa nimechukuliwa sasa. Kwa hiyo zile pesa nilipokuwa nimetoka, nikaona hebu acha nizitoe ili zifanye kazi nyingine. Kwa hiyo baada ya pale nikawa nimeendelea na shughuli zingine pale. Kwa hiyo mimi, la muhimu sana ni hilo, kwamba mchungaji madam Maruni, nakushukuru sana kwa moyo wako He, kwa ukarimu wako nakushukuru sana, kushukuru sana he, lakini pia mtumishi wa Mungu pia Alex Mwangosi hapa ni mmoja mtu ambaye pia niliongea naye, na mtumishi wa Mungu hapa Zawadi niliongea naye, mtumishi wa Mungu Anodi eh, niliongea naye, na wengine ambao walinipigia simu waweza nimewasahau, ni watu wa Mungu, mimi nawashukuru sana, kwa sababu kulingana na hali na hatua nilionayo hata kiuchumi mimi kimsingi mmenibeba pakubwa sana e, pakubwa sana yaani, hili jambo kimsingi kama mzee asingekuwa ametulea kwa sura kama hii kusaidiana kwa sura kama hii, kimsingi, huu ni wakati ambao nilikuwa nime ni nimepoteza mwelekeo kabisa, kwa sababu pengine ningekaa kule siku za kutosha. l e, lakini kwa namna ambavyo mlinipambania na hata nilipotoka nilipoona moyo wenu mitandaoni mlipost picha zangu na kuongea kwa namna moja au nyingine, au te ile hali ya kuumia kwa ajili yangu, kuomba maombi. Mtu wa Mungu, mchango wako ni mkubwa sana kwangu e, mchango wako ni mkubwa sana kwangu. Kama kuna kwa mtu nimekusahau, naomba utaniwia radhi, sababu pia ya muda, lakini mimi shukrani yangu ni hiyo. Asanteni sana. Hakuna jambo. Haleluya, ameni. Basi naamini kwa ripoti hizi tu ambazo tumezisikiriza kuna jambo utakuwa umejifunza. E, yako mambo ambayo mimi nimejifunza kwa haraka haraka. Kwa mfano katika maelezo haya yaliyokuwa anatolewa kwamba kuna watu wanafanya ibada ama ibada zimekuwa ni maisha yao kiasi kwamba huyo mtu hata akae peke yake mwaka mzima miaka miwili, unamkuta bado yuko na moyo ule ule na neema ile ile. Ni jambo la kujifunza kwamba tutakapokuwa tuko hapa, wewe unajaribu kujiona uko hatua gani, na naona maana ya kukutanika kama hivi, kwa sababu taarifa kama hiyo usingeweza kuisikia kwamba kuna watu uko, uko Simanjiro huko huko Moshi huko, kuna mtu yuko polini anakata mkaa miaka miwili, ila akitoke <laughs> kwamba miaka miwili akitokea tu, huyo mtu ana neema ile ile, ana nguvu ile ile kama Elia anavyotokea. Lakini katika kitu ambacho nimekichukua hapo ni kwamba huyo mtu vitabu vya mzee anavyo yuko navyo kule kule anakokata mkaa, anasoma bibilia, anasoma vitabu, anasoma maombi kwa, akitoka kule, akifika, mtakapokutana naye ni kama mlivyoachana naye jana. Sasa wewe na mimi tuko hapa tunapata nafasi ya kukutanika kama hivi, afu tunakuwa wepesi, tunakuwa wa kawaida, ni matumizi mabaya ya ibada. Hey. Hey. na, Yaani, na ukikosa tu ibada moja usipokuja, unasema yani, unajua tenki lilikuwa dogo, yani yani, unajua nilivyopita huko barabarani, yani tenki limekuwa. Lakini kuna mtu miaka miwili yuko anakata mkaa, tuna mambo ya kujifunza. Ah, yeah. Lakini ukiangalia na, na hana simu kufuatilia mtandaoni kwamba mtandaoni nini kinaendelea, ila ni mpya kila siku. Ni, ni mambo ambayo nadhani ilikuwa tukusanyike ili tusikie mambo kama haya, ili wewe na mimi tutakapo tutakapokwama mahali, wewe unajua sababu ni wewe, sababu sio ibada. Elimu aliyotuingizia mzee ni elimu ya kutufanya tuishi popote. Ni mimi nitakuwa nimekwama mwenyewe, ni wewe umekwama. Lakini ameeleza kwa habari ya watumishi wa Mungu akinaadani, kwamba akinaadani ni kama muda mrefu hatuwaoni wa tangu nilipopika, ni kama ndio kuwaona mtandaoni, kukawa ndio shida, hawaonekani tena. Na wakati mwingine mimi nikaa nauliza uliza, jamani mbona haonekani? Lakini ndio yeye anakuambia wamenyang'anywa vya kunyang'anywa. Wamebaki wako wenyewe, lakini bado wamebaki ninyang'anye vyote niachie Yesu. Ila mimi na wewe uninyang'anye vyote niachie Yesu ya kuimbia pambio. Nadhani tuna jambo la kujifunza katika haya yote. Tuna jambo la kujifunza. Lakini unyenyekevu na moyo wa kina Johnson pale watumishi wa Mungu moyo walionao tuna jambo la kujifunza katika hayo yote lakini karatu walikozungumza ukiangalia karatu kama alivyosema wale watu hawatoki hawatoki hapa jirani ni watu wanatoka mbali lakini ibadani wanakutana kwenye maombi wanakutana yani hata kama sio kwa ratiba ile ile ambayo sisi tumeweka ila wanakutana wataomba maombi watafanya ibada kwa hiyo haya yote nadhani ilikuwepo sababu ya kukutana na tuyasikie kama haya ili atuongeze hamasa tutakaporudi huko ili ili, ili mtumishi wa Mungu Alpha ule shuleni ukaendelee kukomaa na wewe kwamba kumbe ibada unaweza kuendelea ukiwa peke yako. Na walio toka si mahali mtumishi wa Mungu majaliwa hapo ametoka Sumbawanga. Swala so, kwamba mko wachache sio sababu, ni kwamba kule unatakiwa ukaendelee kwa sababu hapa zinakuja taarifa mko wengi kuliko akina Yoram, yaani vyovyote mlivyo, kama mko watatu mko wanne, ni wengi kuliko akina Yoram. Lakini shuhuda walizonazo namna wanavyozungumza, unaona kwamba ni watu wanafanya ibada inayosaa kitu zaidi sana. Sisi tulioko hapa masikome, sasa ni shughuli. Mimi niombe niombe, wakati huu tuchukue mapumziko kidogo, ili saa tatu kamili turudi pale ili saa tatu kamili turudi, tutumie tu dakika chache sana, ili kama mzee atakuwa na jambo la kutupanga hapa iwe ni wakati huo. Kwa hiyo kwa, kwa namna hii nimwombe mtumishi wa Mungu Joni, umwombe Mungu na utuombee na chakula chetu tunachoenda kula, ili tutakaporudi tuanzie hapa. Hapana, hapana hapana, mi bado sijala. Injinia ananisingizia <laughs> kwa sababu yeye ameenda kula <laughs> basi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu ni hai, tunakushukuru kwa upendo wako mwingi na kwa huruma yako nyingi, vile ambavyo unatuwazia mema. Ni kweli Mungu wako wengine isingelikuwa hizi elimu wangeshaiacha imani lakini Mungu umekuwa umetukusanya kila siku katika fahamu zetu kupitia elimu hizi. Tunakushukuru e Bwana, maana tunapigwa na vingi kwenye ufahamu, lakini Mungu, tunapokusanyika kama hivi, unaturudisha na kutukusanya. Unasema kama vile ambavyo kuku akusanyavyo vifaranga vyake. Mungu tunakushukuru e Bwana kwa rehema na pendo hili. Tunaomba Mungu elimu hii isiyo ya bure kakadiri tunavyozidi kuendelea sana Mungu ndio vile uzidi kufinyanga mioyo yetu ambayo Mungu imeharibiwa kwa namna nyingi na kwa elimu nyingi za dunia hii. Bwana tunasema asante hata kwa muda huu ambao Mungu tunaenda kupata chakula. Mungu tunakibariki kwa neema yako. Chakula iki Bwana kikazae matunda kwenye miili yetu. Isiwe bure bali ikaachirie nguvu na afya. Mungu afya ya akili na miili yetu katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu ale hai. Baba tunajua kwamba tunapumzika muda mchache, lakini tunavyorudi tena chakula kisiwe sababu ya usingizi na kuchoka. Bali ikawe sababu ya kusikia zaidi. Tuna shukuru Mungu kwa neema yako asante. Yesu Amen.